Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076, 813, 813. Google inaripotiwa kuwalipa baadhi ya wa wahandisi wa programu ya AI wanaofanya kazi katika kitengo cha DeepMind ili wasifanye kazi yoyote kwa kipindi cha mwaka mzima. Kwa mujibu wa Business Insider, ikinukuu wafanyakazi wanne wa zamani, wafanyakazi wa DeepMind nchini Uingereza walio na mikataba ya non-compete wanawekwa katika kile kinachoitwa likizo ya bustani iliyorefushwa kwa muda wa miezi 12. Hii inamaanisha kuwa wafanyakazi hawa ambao tayari wameondoka DeepMind bado wanalipwa mshahara na kampuni hiyo kubwa ya teknolojia kwa kipindi chote cha makubaliano hayo ya, ya non-compete. Non-compete agreement ni kipengele katika mkataba wa ajira kinachozuia mfanyakazi kufanya kazi kwa kampuni pinzani kwa muda fulani baada ya kuondoka kazini. Makubaliano haya hutegemea mambo mbalimbali mbali, kama vile cheo cha mfanyakazi na umuhimu wa kazi yake kwa kampuni. Ripoti inaonyesha kuwa kati ya wafanyakazi wanne wa zamani, wawili walisema kuwa makubaliano ya miezi sita ya non-compete ni ya kawaida kwa wafanyakazi wa DeepMind. Inasemekana kuwa hata waliofanya kazi moja kwa moja kwenye mifano ya AI ya Gemini walikuwa chini ya makubaliano hayo. Ingawa likizo hizi za kulipwa kwa muda mrefu ni nzuri, baadhi ya wafanyakazi wanaweza kujihisi kama wamepoteza fursa katika mazingira ya AI yanayobadilika kwa kasi. Mfanyakazi mmoja wa zamani wa DeepMind alisema kuwa mwaka mmoja ni kama milele katika ulimwengu wa AI. Google iliambia Business Insider kuwa mikataba yake ya jaribio iko sambamba na viwango vya soko na kampuni hutumia mikataba ya non compete kwa kuchagua ili kulinda maslahi yake. Hata hivyo, baadhi ya wafanyakazi wa, wa DeepMind wanahisi kuwa kipengele hicho kinawazuia kuendelea mbele kazini. Habari hii inakuja wakati ambapo kampuni kubwa ya teknolojia kama Google, Meta, HP na Microsoft zinapunguza wafanyakazi, ambapo zaidi ya watu elfu nane na mia tano walipoteza kazi zao mwezi Machi, na wakati viongozi wa teknolojia kama Sam Altman wa OpenAI, Jensen Huang wa Nvidia, Bill Gates wa Microsoft wametabiri kuwa AI itachukua nafasi ya karibu kila kazi isipokuwa kazi chache. Inaonekana kuwa wahandisi wa AI bado watakuwepo angalau kwa miaka michache ijayo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.